Upatanisho mahali popote una baraka za Mungu, upatanisho una baraka za Mungu, na anaye sita au kuvuruga upatanisho anafarakana na Mungu. Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwanza kwa kuniamini na kunishirikisha katika jitihada hizi za maridhiano kupitia hekaru hili. Napenda kumtia moyo na upeleke ujumbe wangu Asiache kushughulikia maridhiano katika taifa letu, kwa sababu kuridhiana ndio afya ya taifa, na katika maridhiano ayaangalie makundi mbalimbali. Kuna makundi mbalimbali hasimu, hayakai sawa kwa, kwa amani wakati wote. Kuna walipa kodi na watoza kodi, hawapatani siku zote, simnajua hilo. kuna wafugaji na wakulima kuna vyama vya siasa na chama tawala. Kuna wanaharakati na serikali. Kuna madereva na wamiliki wa malori. Kuna bodaboda na polisi, nimemwona OCD hapo. Kuna machinga na halmashauri zetu. Kuna serikali na vijana wasio na ajira. Makundi yote haya yanahitaji nini?